Alhamdulilahi rabbil alamin. Kwa jina naitwa Abally Qassim, natokea baraza kuu la waislamu Tanzania abasuta nakamakuyakokwaletanga. Alhamdulillah rabbil alamin. Naam, kwa mujibu na wa sheria ya dini, Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani hivi: wa laqad khalaqnal insana li thumma ja'ala min rizqin karim. Allah anasema tumemuumba mwanadamu lakini kisha tukamilikisha ardhi na vilivyomo ardhini, lab hatukumtenga kumpa mtu nafasi ya juu sana mwanaume au tukamshusha mwanamke. Mungu anasema tulipoumba ardhi, tukawapeleka wanadamu duniani, basi tukawamilikisha vilivyopo kule kule duniani, walakini fihi alimutakaddima minali khairi alali kulla alali fadaili lakini katika kumiliki kule duniani tukapeleka viongozi ambao watakuwa wanasimamia lile rasilimali zisiharibike. Ndio nakuta kuna wanasheria, kuna mali asili, kuna wanajeshi, kuna v au kazi yao ni kulinda rasilimali ambazo duniani watu wasitumie vibaya, ama kwenye umiliki wa masala mazima ya ardhi. Ndugu zangu, uh, watani wangu Wasukuma na makabila mengine, mi niseme kitu kimoja kwamba mwanamke ana haki sawasawa ya kumiliki ardhi na mali ambazo ziko katika hii familia, kama alivyosema pale mwanasheria. Vile vile, wewe umezaa mtoto yani wa kike ulizowe, kama kama baba tu, swali si rahisi kabisa. Wewe kama baba umeza mtoto wa kike akaenda akaolewa kule kwa mume wake, alafu wakajenga nyumba wakaanza na viwanda kule, baadaye yule mwanamume labda akatengana yule mwanamke, kisha yule mwanaume akamfukuza yule mwanamke, mwanaume zile mali zote akamiliki peke yake. Mwanao anarudi nyumbani na begi yake, magari makampuni kanyang'anywa na mwanamke mwanaume. Wewe kama wewe unajisikiaje? Wewe tu kama baba, binti yako anarudi nyumbani kaolewa kaachika, mali kanyanganywa na mume. Kule mume kaoa mke mwingine, akamfukuza nyumba, anakuja na begi yake ya mguu, wakati ametoka akiwa hana mali, bali wakapata kwa yule bwana kule, kanyanganywa. Wewe kama mtoto wa kiume unajisikiaje? Hiyo peke yako tu eh? Wewe pia okay. Kwa mwanamke pia inakuaje? mbaya sana, mbaya eh. Basi niseme kitu kimoja, Mungu anasema dunia imejaa machozi ya wanawake tangia zamani sana. Lakini nawapa tahadhari wanaume wenzangu. Mungu anasema nikisema karabu si mnacheka sana Lakini mimi naongea kisana kiarabu mtakuwa mnazimika sana. Misiri anasema wa in kana li abdi sanaishuhu ala almarti fihi wa takaddama fihi min al'ayrati aladhun wa nahdun wa lilakhira. Mungu anasema hivi mwanaume yoyote atakee mtoa machozi mwanamke aidha kwa kumdhulumu au kwa kumpiga au kwa kumwachia jeraha lakini akamsababishia maumivu yote ile Mungu anasema laana hiyo itakutafuna mpaka siku ya Mwenyezi Mungu pia ukalipe na wewe umenielewa huyu ndio upande wa kiroho sasa kama utakuwa umeingiza mila kama utakuwa umeingiza desturi ya kwamba mwanamke hana haki ya kumiliki ardhi kwa kweli mwanamke ukamnyanyasa kwa kumdharau mwanamke akilia Shehe nakwambia kitu kimoja mbele ya Mwenyezi Mungu utaboa na na una kazi mpya kufanya tu na deni la kulipa. Lakini maisha kwa kusema la mwisho kabisa, ah, sisi kama wanadamu, kila mmoja, mimi nafikiria kitu kimoja kwenye mindset yangu, chanzo cha kuanzisha haki za binadamu ni badala ya kuona wanawake wanapitia mateso magumu na hakuna mtu anawasaidia, mimi niseme kwamba tubadilike, wababa tubadilike pia kunyanyasa nyanyasa wa mama, kunyanyasa mtoto wa kike, kumwona hana thamani, kumuona hana fadhila. Ukifanya hivyo msiba unakusubiri. Kuna siku utakufa, utakwenda kuajibika aya ya kumdhulumu mwanamke. Sheria mwanamke anayekaa kumiliki ardhi, kuna faida kama mbili, niseme tu kama vile mbili. Mwanamke ukimwachia ardhi, atalima pale, atalea watoto, watasoma wataishi mkizunguka kwenye minada, ambao wanafanya biashara wengi sana ni wamama ambao waliolewa, wakaachika, wakanyang'anywa, wakateseka

wanaume wa, wa makana wanaumeariiiinshalakawabai arsaahudawadihakwamakana llah basirbiibadi wabad alhamdulillah, ala kulli hal. Nini kifanyike wanawake waweze kumiliki ardhi kama ambavyo wanamiliki wanaume? Hapo ndani kuna vitu vingi sana lakini, moja ni waambie wamama Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qurani, aliheufu wasayati al-mauta, hofu itakusababisheni mtakufa. Wanawake wengi sana huwa wanaogopa kudai haki zao pindi wanapokuwa wanapitia changamoto. Wanawake ntakiwa mwamke, jambo la kwanza ni kuamka kudai haki zao za msingi kwa mujibu wa sheria, lakini sio kwa uchawi wala nini hapa kwa mujibu wa sheria, nenda ofisi za sheria kadai haki yako kama mwanamke. Sheria hazimtetei mtu yoyote yule. Na mimi nasema kitu kimoja, mimi pia tuna ofisi pale Bariadi, msikiti wa Sarunda, pia tunasikiliza changamoto za kesi za ndoa pamoja za ardhi na mirathi. Tunasimamia kisheria, sisi tuko tunaona wana sheria pia Jambo likija kwetu tunaongea, tuna kwa mujibu kwa wa kwanza, Mwenyezi Mungu anasemaje, kama mtakuwa mjaelewa, tunapeleka kwa wanasheria sasa wa kiserikali, kwa sababu sheria za dini hazitofautiana zile za kiserikali, ni hizo hizo moja. Wanawake, mna haki ya kuamka leo, baada ya kusikia mkutano huu, kilichokuja kwenu kwamba mwanamke ana haki ya kumiliki ardhi. Amkeni, mdai haki zenu.